Mtazamaji wa chaneli yetu, tunakaa hapa na mwanadada ambaye anasema na mkasa wa kuchukuliwa bwana na mdogo wake. Kwa hiyo tutaongea hapa, alafu tutaelewa mambo vipi. habari za leo, unaitwa nani? Naitwa Tekla. Okay. Tekla, bwana ukatuambia una mkasa ambao umekusumbua kidogo. mkasa unahusu mapenzi hasa, mkasa wako ni nini hasa? Aa, mkasa wangu mimi kuchukuliwa mume na mdogo wangu, mume kabisa wa ndoa yani, tulikuwa tunakaribia kufunga ndoa, bado kama wiki mbili akanisaliti mimi, akatembea na mdogo wangu. Hebu okay. Turudi kwenye stori mwanzo, wewe stori yako ya mapenzi na huyo mwanaume kwanza, mwanaume anaitwa nani? na stori yenu ya mapenzi ile ya zeje zeje mpaka mmefikia? Mwanaume wangu anaitwa Hamisi. Mm. Tulikutana tu kwenye gari eh. okay. <laughs> <laughs> e, mm -hmm. Siku moja, nilikuwa natoka Mbagara naenda zangu Ubungo. mm. Nikamkuta yule kaka mimi nimesimama kapata siti. Aliniona kama nimechoka sana, akanipisha kaka njoo ukae, dada njoo ukae. Nikakaa pale kwenye siti. Tukaenda mpaka kwa Aziziari. Okay. Mimi nikashuka, ule kaka kawa anaendelea. Akasema yaani kabla sijashuka, dada akaniuliza, dada unashuka wapi? Nikamwambia mimi nashuka kwa Aziziari. Akaniambia mimi nashuka. Hapo taifa ila na shida na wewe, nitashuka unaposhuka. okay. Nikamwambia sawa, tukaendaenda na gari pale, tukafika mpaka kwa ziari, tukashuka. Tulivyoshuka, mazungumzo yake kama mnavyojua wanaume, yeah. yeah. Dada mimi nakupenda, yani nimetokea kuvutiwa na wewe. Na mimi nikamuuliza maswali yangu mawili matatu pale basi wanaume mnajua kupiga swaga, nikaingia na mimi kwenye mfumo nikajaa. mm. Ndio hapo safari ya mahusiano ndio yalipoanza. okay. mm -hmm. okay. Wakati mnaanza mahusiano yenu, upendo wenu ulikuwaje? Wewe na yeye mlikuwa mnatoka auti, alikuwa tu mapenzi ya kupigana pigana simu au yali yalikuwaje ma, kweje mapenzi yenu? Yaani mapenzi yetu yalikuwa, ananipigia simu tukutane sehemu fulani, tunakutana pale, tunaenda kama tunaenda kama bichi kama tunatoka, tunaenda kwenye sehemu za starehe starehe. Basi hivyo, muda ukapita mrefu sana mimi nikamwambiaje, sasa hivi tunavyoenda mara bichi mara wapi mara wapi una eh, sio mimi, ni yeye, akaniambia tunavyoenda mara bichi mara wapi mara wapi, kwa nini sikufanya ukawa mke? okay. e, mimi nikamwambia kama umeamua mimi niwe mke, sawa Okay, lakini inaonyesha dalili hata wewe mwenyewe ulikuwa unataka hapo, japokuwa umetupindishia hapo sio kusema sio wewe ni yeye, ila ni wewe. Unaonekana wewe uliizia eh na mimi nilikuwa napenda nililizia, ni niwe na mimi mke, na mimi si mwanamke nimetimia kila kitu yeah. Kwa nini nisiwe mke? Yeah. Basi nikakubali pale, tukaanza kuishi mimi nikaama nyumbani, nikaanza kuishi na yeye, tumeshishi tumeshishi tumeshishi. Yeah. Mimi nikajisikia kama kidogo na umwaumwa ndo nikamwomba nika ndo niseme mme wangu yeah. Nikamwomba mme wangu, naomba naomba, nimwite ndugu yangu niishi naye, ili ananisaidia saidia katika siku mbili hizi tatu, okay. Kwani mme wangu hajapinda, hajapindisha, kanipa nauli, nikamtumia mdogo wangu, akaja pale, tukatunaishi naye hivyo mm. Na, nataka kujua kitu kimoja. Siku hiyo wakati yeye anakufata wewe ulikuwa huna mpenzi? Maanake wanakwambia ukiona unasalitiwa jua nawe ulisaliti. E, tujue kwanza hapo, wakati yeye anakufata wewe mwanaume, mpaka mnaanza mahusiano. Ni kweli alikukuta ukiwa single? Nilikuwa mm, kiukweli nilikuwa single, sina mpenzi. Mlikuwa mmeachana au ulikuwa huna kabisa? Nilikuwa sina kabisa. E, kwa nini ulikuwa umekaa muda mrefu hivyo, au tuseme alikukuta ukiwa bado binti mdogo? Hapana, alinikuta mkubwa, nisiwe muongo. Alinikuta mkubwa, nilikuwa na mpenzi hapo nyuma. Okay. Hmm. E, e, nikawa nimebaki single. Okay. Bahati nzuri nikampata huyo bwana. Okay. Hamisi. Okay. Hamisi. Hmm. Okay. Ni mwanaume wa aina gani? Kwanza ni wale wanaume ambao wa unavutiwa nao kwa nani, Hamisi? Hmm. Ni mwanaume wa ni mpole De. mpole yani ana mambo mengi mengi okay, lakini mm -hmm, mambo yake yaliye chini chini yale okay, anajifanya mpole kwa nje okay, ila kwa ndani okay, mm, moto wa kuotea mbali. Saa, umewahi hata kufumania message au umewahi kuwa na ugomvi ugomvi mkiwa kwenye mahusiano? Kawaida ugomvi ugomvi wa hapa na pale wa kawaida, ni upo kwenye mahusiano yeah, lazima yatokee ila kiukweli kumfumania na meseji si za mwanamke kwenye simu sijawahi, yeah, kuona. Sasa turudi sasa kwenye story ya mdogo wako, ulikuwa unajisikia vibaya vibaya wewe, unasema sijui ndio miaka sita ile iliyopita sijui miaka mingapi, ukaenda kumfuata mdogo wako, ndio hapo mkaazia safari hapo. Ehe, ulivyoenda kumfuata ukamleta, ikawaje? na wewe wewe malengo ya wewe na mdogo wako na mumeo yalikuwaje? yani nilienda yani, yani, nilimfuata ndugu yangu hmm. Sio kwa niaba eti mimi naumwa, yani ile inipita kama njia. Okay. Yani ile ilikopo nia ya yangu nimsaidie ndugu yangu nimtoe kijijini. Yeah. nimlete na naye aje mjini kuhangaika hangaika kidogo sa, sa na maisha. Yeah. baada ya kumleta hapa ndo hivyo haya akatokea kutokea. Okay. wakati umemleta kwanza, mlikao ukaongea nini na mdogo wako, wewe na mmeo, mlikao mkaongea nini? Kiukweli mimi na mume wangu nilikaa naye hmm. Chini nikamwelekeza mdogo wangu, alikuwa ameishia la saba okay. Baada ya kuishia la saba, wazazi wetu waliao ngumu hmm. Nikamwambia aje tumchukue basi, tumfundishe hata kaufundi kidogo, awe anashona shona pale hivyo. Kiukweli mume wangu akakubali. huyo mdogo wako mamu huyo? Eh, mamu huyo, akakubali. Nilivyomwambia, bwana mdogo wangu, nataka nikufanyie hiki na hiki Mamu, kweli ya kupinga akakubali, tukampeleka akaanza hiyo kujifunza kushonashona. Yaani tangu waanze yeah. kwenda huko kwenye kushona huko ndo yeah. bambo alipoanza kubadilika okay. kau yani, kaukimwambia kitu mjeuri, yani ukimwambia hiki mbishi, yani kawata simwelewielewi okay. Kumbe nyuma apanzia bwana ndo hivyo na mme wangu okay. sawa sa. wakati una unahisi kuna mahusiano ya mumeo pamoja na mdogo wako. Umewahi kukaa na mume wako mkasema mmeyajadili kabla haya hajafika huku, alivyokuja kufikia? Mmewahi kukaa mkajadili basi hata mipango ya maisha, mipango yenu baada ya ndoa itakuwaje? Kweli hatujawahi kukaa. Tunatarajiani tuanze tukae vikao mi na mume wangu nini tufanye, nini tufanye tuache hii ibilisi ikaingilia kati. Mdogo wako unaposema ameanza jeuri, alikuwa anafanya jeuri ipi hasa kubwa? Yaani, nikimtuma Mariam ya nifanyie kama kitu fulani, ananijibu kwani mwenyewe uwezi? okay. hmm. Mariam nimechoka, mdogo wangu nisaidie kupika. Mimi mwenyewe nimechoka vile vile, kwani ujui mimi ninafanya kazi gani? sinachosha ile wakati zamani alikuwa hayupo hivyo okay. uh, ah, siwezi kujua jeuli alikuwa anaitoa wapi ila kumbe nikaja kuchunguza chunguza, kumbe zile jeuri zote baada ya kutoka na mume wangu ndo. Okay. jeuli zile alizokuwa anazifanya sawa. So, tuendelee sasa. Hey, vipi sasa kwa upande wa mumeo? Wakati hayo yanaendelea, wewe dharau kwa mdogo wako, upande wa mumeo yeye? Yeah, yeah, alikuwa anabadilika? Wewe yeah, alikuwa kawaida tu. Mbona umesema alifikia kutamka kwamba, bwana habari ya ndoa inaisha hapa, mimi nataka kumuoa mdogo wako? Kiukweli yeye yeah, alikuwa kawaida baada ya mimi kumuuliza hivyo hayo maswali, ndo aliponijibu vile, akabadilika, ndo akanijibu vile, mimi sitaki kuwa na wewe, nataka kuwa na mdogo wangu. kwani nyumba mliokuwa mnaishi ni ya nani? Nyumba tuliokuwa tunaishi tumepanga. Nani amepanga? Mume wangu. na wewe bado upo hapo kwenye nyumba au umeondoka au ni yeye ndiye aliondoka? Ah, kiukweli mimi bado nipo, na yeye bado yupo, lakini hatuna Kiswahili kizuri. Okay, bado malumbano yanaendelea, okay. Mm. Na anang'ang'ania kwamba lazima amwowe mdogo. Sasa ni nini hasa kinaendelea kwako? Itakuwa aibu kwako? Ulikuwa bado hujawapa watu taarifa au mambo yakoja? Yani bado wiki mbili, inamaanisha si tushia, yani kila, yani kila kitu tushapanga, kila mtu anajua hii. okay. ni aibu kwangu sasa na uliona uchukue hatua gani kubwa ambayo umeifanya? Ndio kile ulichofanya, unasema unamkomesha mdogo wako, au ni nini hasa ulichosema wewe utafanya? Yani ndio yani kwa haraka haraka, yani mwenyewe ndio nilivyoona, yani nikimfanyia vile anaweza akajirekebisha. okay. hmm. Unategemea mwanaume wako anaweza karudi tena kwako? hmm. Sidhani maana nakaweka mgomo wake uleule, tusikutaki wewe, namtaka mdogo wako. Unafikiri nini ulichomuudhi kikubwa? Au ile kumuuliza uliza kwa sababu kabla hujamuuliza alikuwa semi. Yani kabla sijamuuliza alikuwa semi kitu yeah, baada ya kumuuliza. Yeah. Eh, ndo akaanza kusema vile. Kiukweli na mimi sijamuuliza kiustaarabu. Okay. Yani nilipanik, nilikuwa namuuliza yani kwa, kwa asira. Okay. Mm mwanaume wako anaweza kaiona hii video, nini hasa kikubwa nachomwambia? Angalia kamera, alafu mwambie yeye. yeah. Nakuomba mume wangu popote ulipo, kama nimekukosea nime kwa hayo niliokuambia, naomba unisamehe. Nakupenda sana, mume wangu, naomba turudiane tuishi maisha yetu kama zamani. okay. mm. S -s, sio kwamba unasema hivyo kwamba eh wewe ndo umekosea wakati yeye ndiye ameanza kuingia kwenye mahusiano na mdogo wako. Sasa ndafanyaje, kila anavomwelekeza yeye, anaona kama mimi ndo mwenye makosa, lakini wenye makosa ni wao. Nitabidi mimi nijishushe kwa vile mimi ndo napenda. Amekuteka sana, amekuloga naye? <laughs> sijui kama ameniloga hata sielewe, ila mimi nampenda, nampenda sana tena zaidi ya sana. <laughs> mdogo wako Mariamu, namwambia nini? Ah, Mariamu cha kumwambia, yani namuomba mdogo wangu kama kweli anatembea na mume wangu, naomba achane naye. Mimi ni ndugu yake. Anionee huruma. Aniyoangalie ndugu yake ninavyoteseka hivi na mapenzi. Hajaona wanaume wote, kaona mume wangu mimi tu. Labda ulichompendea mumeo ndo unachompendea yeye mdogo wangu. Nadhani mdogo wangu ni tamaa tu za kimwili, so kama anampenda, lanini kunakwaga, kuna maneno kwamba akina dada hivyo, akija dogo zenu mnawabana sana, wasio wanatoka hata kutoka, kwa hiyo wanaona bora wa, wadili palepale pale nyumbani. Kiukweli Mariam, mimi si simbani, yani si mbani hivo, yani mpaka alivyofikia yeye kutoka na mume wangu, kwa sababu anatoka anaenda kazini kwake kushona kama na mambo yake si anayamaliza kwa yeah? Hey huko bwana. Neno la mwisho neno la mwisho, nawaomba watanzania wenzangu, mnaochukua ndugu zenu vijijini, mwe nao makini. Haya, hmm, asante.